Bila shaka tuko live hapa ndani ya mji wa kwa Simba Arubaini mtaa wa kwa Ndomo ndani ya Malindini. Bila shaka kama nilivyokuambia, tutakuwa live ndani ya kwa Simba Arubaini kwa ajili ya siku muhimu zaidi, siku ya mazazi ya dada yetu Baby Joan. Na kama unavyoona, Baby Joan ndo huyo, nitakuwa namuuliza mawili matatu anambie kuhusiana na siku leo. Dada shwari kabisa, unaitwa nani? Unaitwa Joan. Niambie leo, dada, hujambo? Uko leo siku gani? Leo siku yako birthday, si ndio? Eh, unajisikiaje? E, nasikia raha kabisa. Leo kutapikwa nini? Tutakula pilau na nini? Keki na nini? Soda. Soda. That's very nice. Bila shaka kama unavyoona mtazamaji, mtoto huyu yuko stronger. Mambo ni barabara, mambo ni bamba mtazamaji. Kwevo, kwa hivyo mtakona kuonyesha matukio yote kuanzia mwanzo hadi tamati ya shughuli hii. E, nite Malenga Lugo na ni channel yetu ya Malenga Lugo TV.